Karibu sana kwenye mwendelezo wa kujifunza, na ni washukuru pia ambao wanaendelea kujifunza kupitia chaneli yangu ya Mwasalemba TV na wanavifanyia kazi vile ambavyo tunafundishana. Nashukuru sana. Leo tutaangalia aina ya watu ambayo inachukiwa sana kwenye jamii na inakuwa na maadui wengi sana. Sasa hawa watu wanakuwa na sifa nzuri zenye msaada kwenye jamii zetu, lakini licha ya kuwa na sifa nzuri zenye msaada kwenye jamii zetu, kuna watu ambao wanawatengenezea uadui, kuna watu ambao wanawajengea fitina. Aina ya kwanza ya watu ambao wanachukiwa sana kwenye jamii zetu ni wale ambao wanapenda haki na kusema ukweli, na aina hii ya watu haijaanza kuchukiwa leo, ina historia ndefu kidogo kutoka kwa watu tofauti tofauti ambao walikuwa anasubutu kupigania uhuru, na watu tofauti tofauti ambao waliletwa kwa ukombozi wa kiimani. Nitakupa mfano dhahiri sana, Yesu Kristo ama Imanueli, aliletwa na Mungu kwa ajili ya kupigania na kututoa kwenye vifungo vya dhambi, na alikuwa anasimamia haki na kusema ukweli. Sasa kusimamia haki na kusema ukweli kukamtengenezea uadui mkubwa sana licha ya kwamba alikuwa na msaada mkubwa sana kukuza na kuokoa nafsi zetu kwenye dhambi, watu wengi walitengeneza uadui, watu wengi walikuwa hawamtaki na mpaka kumuua kwa kifo cha udhalilishaji cha msalabani na kupigwa misumari. Sambamba na hivyo, tuna watu tofauti tofauti ambao walikuwa wanatupigania uhuru wetu sisi kama Waafrika. Mfano nitakutolea Nelson Mandela. Nelson Mandela alipokuwa anawapigania uhuru wa South Africa, licha ya kwamba alikuwa anawapigania uhuru kwa maslahi ya watu weusi wa South Africa, lakini bado kuna South Africa wachache ambao walimpinga Nelson Mandela na waliungana na makaburu na kumsababishia kumfunga miaka ishirini na saba gerezani, na pia mpaka saa hizi kuna watu ambao wanatokea South Africa wanamzungumzia Nelson Mandela kwa ubaya. Sasa, kupitia haya mafunzo ya watu ambao walichukiwa kwa sababu ya kupenda haki na kusimamia ukweli, inatuambia sisi ambao tuko kwenye jamii ya sasa, kama tunachukiwa kwa kupenda haki na kusema kweli, tusivunjike moyo, kwa sababu kuna watu ambao walitutangulia, walichukiwa kwa sababu ya kupenda haki na kusema ukweli, lakini hawakukata tamaa kwa hiyo tusivunjike moyo, ahadi yetu tuendelee kuipigania kama ambavyo tulianza. Kuna siku Mungu atajibu. Usitegemee wanadamu wakupende kwa sababu unasema haki na kupenda ukweli. Aina namba mbili ya watu ambao wanakuwa na maadui wengi sana kwenye jamii zetu ni watu ambao wanakuwa na maarifa na ujuzi pia watu ambao wana maarifa na ujuzi ni watu ambao hawapendwi sana kwenye jamii zetu. Wakijaribu kuwasilisha kile wanachokijua, huwa sifa pekee ambayo wanapewa na watu wanasema ni wajuaji, ni watu ambao wanapenda sifa. Lakini kiuhalisia sio kwamba wanapenda sifa, ila ni kwa sababu tu vile wanavyovizungumza watu wengi hawavijui, kwa hiyo hawataki kuungana ama kukubali na kila anachokizungumza au ujuzi alionao. Sasa ili kumzoofisha yule mtu, wanasema anapenda sifa na vitu vingine. Sasa kama ni miongoni mwa watu ambao unaambiwa maneno haya kwa sababu ya kusema kitu ambacho wao wakijui, ama kwa ajili ya kuelimisha na kuambia, kuwa unapenda sifa, usikate tamaa, kwa sababu mwanadamu asili yake ni mtu mwenye chuki na ni binafsi anatamani kila ambacho unakizungumza angekuwa nakijua yeye, lakini imeshindikana, ndo maana kubambikiza, ili uumie au uache kukiwasilisha kila ambacho wewe unakijua. Aina namba tatu na mwisho ya watu ambao wanachukiwa sana kwenye jamii ni watu wenye nafasi kubwa za uchumi ni kweli na nimejionea watu wengi ambao wana nafasi kubwa za uchumi huwa wanachukiwa sana na wanajamii, bila kuwa na sababu za msingi ambazo zinawafanya wanajamii wawachukie watu hawa wenye nafasi kubwa za uchumi. Ni watu wengi tumekariri sasa, kwamba kila tajiri ama kila mtu atakayekuwa na uchumi mkubwa basi amepata katika njia zisizo sahihi, ikiwemo uchawi na aina nyingine za njia ambazo sio sahihi katika kupata uchumi mkubwa. Sasa kila tajiri atakayetokea atasema, huyu mchawi, huyu amefanya nini, huyu amefanya hiki, mpaka ambapo wanamkusanyia wimbi la maadui wengi kwenye jamii na kumchukia. Kwa hiyo sasa, kama wewe ni tajiri na watu wamesubutu kuwa utajiri wako umetokana uchawi na vitu vingine, lakini uhalisia unajua utajiri wako haujatokana na uchawi na vitu ambavyo wanavitaja wanajamii, usianze kuvunjika moyo kwa sababu tu wameshasema utajiri wako ni wa kichawi au kwa namna nyingine ambayo sio sahihi, kwa sababu wanadamu ndivyo tulivyo, na ni sumu ambayo tumemezeshwa mpaka sasa. Sasa hizo ndio aina za watu ambayo zinachukiwa sana kwenye jamii. Sijajua wewe upo kwenye kundi gani, au sijajua wewe ni mhanga wa aina gani ambayo inachukiwa sana na wanajamii, tushe hapo chini kwenye comment, na pia ujumbe wangu kwa wale ambao wanapenda kuchukia watu ambao kihalisia wanawachukia kwa chuki zao binafsi, ila wanasimama katika kila ambacho kinafaa. Sio vizuri, kwa sababu tunavunja malengo ya watu wengi. Sina la ziada. Ukitaka kujifunza zaidi unaweza kujifunza kupitia chaneli yetu ya Mwasalemba TV. Thanks. We have to do wonders. Mwasalemba TV the the origin sound.